Karibu tena kwenye Kickoff Tanzania, mahali pekee unapopata uchambuzi makini wa mpira wa miguu. Leo tunazungumzia kuhusu Simba Sports Club dhidi ya RS Berkane, mechi ya marudiano ya CAF Confederation. Je, kocha wa Simba ndiye chanzo cha tatizo? Simba waliingia uwanjani Zanzibar wakiwa na presha kubwa. Walihitaji ushindi mzito ili kufuta kipigo cha awali. Kikosi kilianza vizuri, lakini kilionekana kupaya kadri muda unavyozidi kwenda Jambo lilozua gumzo ni uamuzi wa kocha wa kuchelewa kufanya mabadiliko. Wachezaji walikuwa na kasi ndogo walibaki uwanjani hadi dakika za mwisho, huku Berkane wakifanya mabadiliko mapema na kutawala sehemu ya kiungo. Hali hiyo ilisababisha Simba kupoteza nguvu za kushambulia, huku Berkane wakionekana na mipango ya maana zaidi. Swali linabaki, je, kocha wa Simba bado anatosha kuiongoza timu hii kwenye kiwango cha kimataifa? Mabadiliko ya benchi la ufundi yanaweza kuwa hitaji la haraka. Kuendelea kupata chambuzi kama hizi na taarifa mbalimbali, hakikisha una subscribe chaneli yetu ya Kickoff Tanzania. Mimi naitwa Agustino Hamisi.